Wacha niwapatie mfano ambao mambo kabisa inafanyika kwa Ulaya. Sijui kama mmesikia, hapa Ulaya makanisa yanakubali wanaume kuoana na wanaume wenzao na wanawake wanao wanawake, hata mabishop ma na mapasta ambao ni wanawake ameoa mwanamke mwingine. Sasa ukimuuliza katika Biblia ni, hii ni dhambi, Biblia iruhusu? Akikusomea, ukimsomea ile mahali Biblia inaongea hiyo, anasema unajua huyo mwenye aliandika ni Paulo, na Paulo alikuwa ameishi huko miaka elfu mbili iliyopita hapo karibu after, uh, baada ya Yesu kuenda mbinguni, na unajua wakati huo katika hiyo society au kuwa wamechanuka au kuwa wameelewa, lakini sasa sisi tumesoma, teknolojia imekuja, tumeelewa. Hata Paulo au kuwa na bibilia wakati huo, alikuwa anasoma agano la Kale peke yake. Haya mabarua ambao sisi tunaita bibilia sasa yalikuja baadaye. Umemwelewa? Huyu sasa anarudi mahali, anatuambia y kwamba mwandishi wa hii kitabu ni Paulo. Kwa hivyo tumalizie kwa Paulo. Hapo kuna makosa, hapo kuna hatari, there is a red flag here, kwa sababu mwandishi wa bibilia ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Ukisoma Timotheo wapili tatu kumi na nne mpaka kumi na saba ningependa ndosome. Inasema that ni neno la Mungu. So tukilisoma tunalipokea kama neno la Mungu, sio neno la Daudi ama neno la Paulo ama neno la ki ino chombo mwanadamu ambaye Mungu alitumia kuandika, na tunaichukulia na, na, na, na we take it seriously, tunamaanisha